Yapo mengi yaliwahi kuzungumzwa kuhusiana na Sumbawanga, asili ya jina lenyewe pamoja na majina mengine ambayo hayakuzuka tu bali yana chimbuko lake. Katika mfululizo wa makala hii maalumu kuhusiana na Sumbawanga, leo Trigen Media inaanza kukupa siri ya jina la Sumbawanga kama anavyosimulia chifu wa Sumbawanga asilia Mwene Kapufi watatu, kama alivyozungumza nami James Sikanyika wa Trigen Media, na kwanza anaanza kwa kujitambulisha. Naitwa Anthony Tadeo Wangao, ni Mwenekapufi wa tatu, mjukuu wa Mwenengalo Chinsi cha Mfipa, ambaye ndiye aliyetamka jina la Sumbawanga. Wasifa wangu sasa hivi ni, ni mwene watatu wa Sumbawanga asilia, ambaye ni Mwenekapufi wa tatu kwa maana ya, ya chifu. Kwanza kabisa neno Sumbawanga ni, ni neno lenye baraka, sio kwamba ni neno lenye mambo ya ovyo. Hapana, neno Sumbawanga ni neno lenye baraka kwa sababu chifu Mwenengalu Chinschamfipa ambaye ni bibi yangu mimi, huyu ni chifu wa kike ambaye alikuwa kwanza ni jasiri. Mwenengalu Chinschamfipa yeye aliona watu wake kwa sababu walikuwa wanakaa upande wa pili ambapo panaitwa muhama maeneo ya Makutano, nadhani ikwa sasa hivi ni pale laund abauti, sasa maeneo ya mto Luiche. Kwa hiyo mwene ngalu chinsi chamfipa alivyoona watu wake wanatenda maovu makubwa sana wakiuana kwa uchawi, akaona hapana. Sasa cha kufanya ni kwamba awaambie wananchi wake kwamba jamani, nisikilizeni, ni lazima tuweke agano. Pale ndipo Mwenengalu na watu wake walikaa kama mkutano, na ndio maana pameitwa Makutano. Wakawa naambizana kwamba sasa naona mambo ya uchawi yamekuwa mengi sana, kwa hiyo ninawaombeni, tutahama eneo hili tuhamie upande wa pili ambapo ni hapa tulipo Sumbawanga asilia. Kwa hiyo kilichotokea pale, alitoa amri moja akasema, sasa anatoa amri moja ikiwa kama kiongozi ambaye ni mwene natoa amri moja kwamba mtu yoyote mwenye uchawi autupe mto Lwiche na aweze kunifata. Kama usipotupa mtolwiche basi usinifate. Na ndiyo maana akazungumza kwa Kifipa na waombeni, msumbu wanga, maana yake mtupe uchawi wenu. Ndiyo maana ya neno sumbu wanga, maana yake ilikuwe inaitwa sumbu wanga. Kwa hiyo wazungu walipofika walishindwa kuitamka sumbu wanga, wakasema sumba wanga basi ndiyo ikawa, na nanii, ikawa imejulikana kwamba nanii, nchi hii ya Ufipa mwanzoni ilikuwa inaitwa ni nchi ya Ufipa. Kwa hiyo wakasema bwana, hapa pataitwa Sumbawanga. Kwa hiyo watu wote waliokuwa wakivuka pale wanatupa uchawi wao wanamfata Mwenengalu na wakaja wakaanzisha maisha yao hapa, nadhani kwenye nyumba yetu hiyo hapo. Umeiona hapo Ikulu ulipofika umeiona vizuri, kwa hiyo hayo ha, ndio maisha sasa ya Mwene Ngalu jinsi alivyoishi na watu wake na wananchi wakiwa wamelizoea wame lile jina. Kwa mfano, mwanzoni kabisa walikuwa wanapaita wana, wana Sumbawanga ya wenyeji, lakini wananchi wa huku baadaye kabisa wakaja wakaona wana kwamba wanazalaulika kuitwa wenyeji, wakaamua kupaita kupa Sumbawanga asilia. Hii ikiwa ni sehemu ya kwanza, katika sehemu ya pili utamsikia Mwene Kapufi wa tatu akiendeleza hizi ya jina Sumbawanga na pia maana halisi na mahala ambapo huo wanga, yaani uchawi, walielekezwa kuutupa ili wawe watu safi na kuweza kufuatana na chifu. Mimi ni James Skanyika na hii ni TriGen Media. usikose sehemu ya pili, lakini pia usiache kusubscribe ikiwa hujafanya hivyo, share comment, ili wewe wa kwanza pia kupata taarifa hizi, lakini wewe uliyezipata na mwingine anufaike nazo. Kwa heli kwa sasa, lakini endelea kusalia nasi.